Yes, hello guys, mambo vipi? It's me teacher Sharak once again kama kawaida. Eh, Wizara ya Elimu na E, e, sayansi na teknolojia imetangaza nafasi za ufadhili wa Samia Scholarship kwa wale wanafunzi wa shahada ya uzamili kwa mwaka wa fedha 2025/2026 katika fani za sayansi ya data, akiliunde na sayansi shirikishi. Tangazo hilo lilotolewa katika mitandao yao ya kijamii limeanza na utangulizi unaosema kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTEC, inatekeleza programu maalum ya Samia Extended Scholarship DS-AI Plus inayolenga kuongeza na kukuza ujuzi wa vijana na wa Kitanzania katika fani za sayansi ya data, akili unde na sayansi shirikishi, yani data science, artificial intelligence and allied science. Wizara kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia inapenda kutangaza fursa za ufadhili wa masomo katika ngazi ya shahada ya uzamili kwenye masomo ya data science, artificial intelligence, cyber security, machine learning and na maeneo kama hayo. B maeneo ya ufadhili. Ufadhili wa Samia Extended Scholarship utajumuisha moja, ada ya mafunzo, mbili, posho ya chakula na malazi, tatu, posho ya vitabu na vitende na viandikwa, nne, mahitaji maalum ya program yani social faculty requirements, alafu tano, utafiti, sita, vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Si vyo vikuu vinavyolengwa. Ufadhili una, ut, uh, utatolewa kwa ombaji wenye, uh, uh, wenye udahili katika Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela NMAIST, Arusha au kampas ya Zanzibar ya India Institute of Technology AI, IIT na uh, Madras. muda wa ufadhili wanafunzi watakaofadhiliwa watagharamiwa kwa kipindi cha miaka miwili ya masomo kuanzia mwaka 2025, kulingana na programu husika walizodahiliwa. Hii, sifa za waombaji. Ufadhili huu utatolewa kwa wanafunzi waliohitimu shahada ya kwanza wenye sifa zifuatazo. Mmoja, awe Mtanzania. Mbili, awe na sifa za kumwezesha kuajiriwa kama mkufunzi msaidizi, yani tutorial assistant, katika taasisi za elimu ya juu za umma. Tatu, muombaji wa ufadhili atatakiwa pia kuomba udahili e, wa kusoma shahada ya uzamili katika taasisi ya Science na Teknolojia ya Nelson Mandela au kampasi ya Zanzibar ya Indian Institute of Technology Madras katika masomo lengwa kama ilivyoainishwa katika kipengele A hapo juu. F, masharti ya ufadhili. Mwanafunzi atakayepata ufadhili wa Samia scholarship atatakiwa kuzingatia masharti yafuatayo: moja, awe na udahiri katika programu tajwa za masomo katika taasisi zilizolengwa. Mbili, anapaswa kusoma, kuelewa na kusaini mkataba wa makubaliano ya ufadhili wa masomo kati yake na Costech. Tatu, anapaswa kuwa na akaunti ya benki kwa ajili ya fedha atakazolipwa moja kwa moja. nne. mnufaika hataruhusiwa kubadilisha programu ya masomo aliyopitia ufadhili bila ya idhini ya maandishi kutoka Costage. tano. mnufaika hataruhusiwa kuahirisha masomo isipokuwa kwa sababu za kiafya na zilizothibitishwa na daktari na kukubaliwa chuo husika. 6. ikiwa mnufaika ataghairi fursa ya ufadhili kabla ya kuanza masomo atapaswa kuwasilisha taarifa ya maandishi kwenda mkurugenzi mkuu, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, sanduku la posta 4302, Dar es Salam, Tanzania, au barua pepe dg@costech.or.tz. J. utaratibu wa kuwasilisha maombi ya udahili maombi ya udahili yawasilishwe kupitia mfumo wa maombi ya taasisi husika. Moja, kwa taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela, maombi yawasilishwe kupitia tovuti ya www.admission.nm.aist.ac.tz na B kwa taasisi A kwa ITT Mandras campus ya Zanzibar, maombi yawasilishwe kupitia www admission iitmz.ac.in stroke mtechtsa h. Muda wa kuwasilisha maombi maombi ya udahili yawasilishwe kuanzia tarehe 10 Novemba 2025 hadi tarehe 10 Disemba 2025 kwa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela, na tarehe 1 Novemba 2025 hadi tarehe 24 Novemba 2025 kwa IIT Mandras Kampasi ya Zanzibar majina ya watakaopata udahili katika taasisi hizi mbili yatawasilishwa COSTECH na taasisi husika kwa ajili ya kufikishwa kupata ufadhili wa masomo hayo, yaani scholarship. Tangazo hili limetolewa na katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Novemba 8, 2025, Dodoma. Teacher Sharak, endelea kusubscribe channel hii, wa kwanza kupata taarifa hizi na zinginezo nyingi.